Na mtazamaji, tukiachana na sarakasi hizo za Machakos, ni kwamba macho yote yameelekezewa Jaji Mkuu Bi Martha Koome kuona ikiwa ataruhusu kuapishwa kwa mwenyekiti na makamishna sita wa IEBC baada ya rais kuchapisha majina yao licha ya agizo la mahakama la kuzuia hatua wa hiyo. Wanaharakati wawili wamewasilisha ombi mahakamani kuitaka idara hiyo kutoshiriki kuapishwa kwa makamishna wa tume ya uchaguzi baada ya majina yao kuchapishwa rasmi kwenye gazeti la kitaifa. Taarifa Kamili. Jaji Mkuu Martha Koome anatarajiwa kutoa agizo kuhusu iwapo ataruhusu au kuikataza idara ya mahakama kushiriki kwenye uapisho wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, Erastus Edung Ethekon na makamishna sita yes. Katika barua rasmi iliyoelekezwa kwa Koome na wanaharakati Kelvin Omondi na Boniface Mwangi, Rais William Ruto amelaumiwa kwa kukiuka amri iliyotolewa na Jaji Lawrence Mugambi tarehe 29 mwezi Mei mwaka 2025 ya kuzuia kuchapishwa kwa majina na kuapishwa kwa Erastas Edung Ethecon na makamishna sita wa tume ya IEBC hadi le kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Hii ni baada ya rais William Ruto kuchapisha rasmi majina ya Erastus Edung Ethecon, Angerineritu, Moses Alutalala Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol na Fahima Arafat Abdallah kwenye gazeti rasmi la serikali kama makamishna wapya wa tume ya uchaguzi IEBC. Hii ni baada ya wanaharakati Kelvin Omondi na Boniface Mwangi kuelezea mahakama kwamba shughuli ya uteuzi wa Erastus Edung Ethecon na makamishna sita haikufuata sheria. Seth Olale, runinga ya Citizen.